Katika ulimwengu wa soka ya wanawake nchini Kenya, kila mechi ni vita na kila ushindi huandikwa kwa jasho la kujitolea. Kuna jina moja linazidi kung'aa kama nyota angavu. Namzungumzia Mary Lavender Akinyi, kipa mahiri na nguzo imara kwa timu ya Majestic Redsea Starlets iliyoko maeneo ya Mikindani, eneo bunge la Jomvu, katika kaunti ya Mombasa. Akiwa na ujasiri kama simba na umaridadi kama paka, Lavender amekuwa kizuizi kisichopenyeka kwa washambuliaji pinzani, akigeuza michomo hatari kuwa mikwaju salama mikononi mwake. Je, Lavender ni nani, amezaliwa wapi na ameanza lini kucheza soka kabla ya kujiunga na timu hii kali sana ya Majestic Redsea Starlets? Soka nimeanza nikiwa darasa la saba hapo hmm, ndo safari yangu ya soka hapo, ndo, niseme nikiwa class 7 ndo nilijua niko na talent ya kucheza kucheza mpira. Katika safari ya kuanza soka, baadhi ya wachezaji wamekuwa wakisimulia jinsi walivyotiwa moyo na wachezaji wenza na walimu wao, ila kwa Lavender ni tofauti. Yeye anakumbuka kauli ya mamake kuwa anastahili kumtanguliza Mungu mbele katika uchezaji wake. Aliyenitia moyo ni mamangu. Mamangu alikuwa ananiambia mamangu alikuwa ananiambia my daughter keep on going. Kila time ananikumbusha time imefika ya kwenda zoezi, changamka, anasema ah, hata tu mimi pia nijipe moyo, ipo siku nitafanikiwa. Alafu alikuwa ananiambia nikitaka kufanya kitu nimkumbuke Mungu kwanza kwa kila jambo. katika safari yake ya soka maisha haijakuwa rahisi ila amezipitia changamoto mbalimbali mbali. changamoto ni kama tuseme for example mimi nikianza mpira nimesema nikianza mpira nilianza nikiwa class 7 sasa changamoto ilikuwa ni time ya kubalance hiyo education na football. At least ama ilikuwa very difficult maanake ukitoka uwanjani utakuwa umechoka ukikumbuka time ya kusoma wasema ah, better tu ni refresh my body then nilale okay. mm. Sasa hiyo ndo ni changamoto sana nikuwa na piti ya during the education. Tena ndo hiyo nikaqualify nika nikaenda mpaka form 4. Tena the same same challenge ni hiyo tu, example ukicheza uki mpira moso, si ni msichana kuna wale wale mtu anaweza akakwambia, ah, msichana afai kucheza, na ile tu wajipa moyo, ah, hacha tu nijitume, ipo tu, yani ipo siku ntafanikiwa. Changamoto nazo ziko mingi, pengine umeenda kucheza umeumia, sio pia ni one of the challenges. mm. Mm. Nyota huyu anasema kuwa ameshiriki michuano kadhaa katika viwango mbalimbali mbali, kiwango kikubwa zaidi kikiwa ni daraja la kwanza yani division 1. Baada ya kuzipitia changamoto nyingi kwenye safari yake, Lavender anasema kuwa mafanikio makubwa zaidi aliyapata punde tu alipojiunga na timu ya Red Sea Majestic Starlets, ambapo amepata vifaa kadhaa vya kumsaidia kukuza talanta yake achievements ziko mingi, manake mi mwenyewe nikicheza, tuseme, for example, wacheza si ndio? nile tu ujui, ni baraka yatokea pande gani? Yani, utacheza usikie, hey, yule fulani nilimwona, ana kitu fulani. Haya, ndio hiyo, mtu ashakuletea kiatu, wafurahia, wasema, hacha tu nijipe moyo tu, yani nicheze tu na roho moja tu maanake hiki hii mchezo yani, mpira ipo siku itanifikisha mbali. Chanda chema uvikwa pete, kauli hii ilimfaa sana Lavender wakati msamaria mwema alimwona akifanya kazi ya kupigiwa mfano na akamzawadi viatu. Mimi mwenyewe mostly nikicheza, siku anga anacheza na kiatu, manake sikuwa na kiatu. Sasa kuna siku tulikuwa tunacheza one of the, one of the Samaritan alipitia tu. Kwanza ilikuwa tu ni kama zoezi tu, ile tu hapa na pale, akapitia akaona tukicheza, akasema ah, wacha ni mpromote na kiatu, maybe kiatu tamsaidia beta. Ndali amua akanipa kiatu. Kipa huyu hata waisahau, vile alijikakamua katika fainali za mashindano ya mkoa ya regionals, alipoipigania timu yake kwa kukausha mikwaju kadhaa ya penati na kuibuka washindi na kuleta medali nyumbani Majestic tukiwa regionals. Wallahi sitawaisahau, e, kupambania namba 1 na kurudi na kikombe nyumbani e, si rahisi. hadi nafika point, tunaenda mpaka penalties. Kipa huyu maini Lavender Akinyi anafurahi sana na anajifunia kuwa sehemu ya Majestic Redsea Starlets. Tulikutana na Marine, by the way tukicheza regionals tulikuwa tunang'ang'ania namba moja na obvious, namba moja mkiwa namba moja, mnaenda na trophy na mnapewa medali. Sasa sisi tulijitahidi as a team, tuka fight for namba moja, tukarudi na kikombe nyumbani. Ni doto yake kuwa siku moja bidii yake itazaa matunda, na iwapo mola atamjalia kibali, anatamani kuwa kipa wa Harambee Starlets. Kutokana na wachezaji wakubwa Akinyi amejifunza mambo kadha wa kadha hey, player mkubwa ambaye tumewaichezana naye hey, nikikompea the games ni game yetu na marine kuna one of the striker msumbufu sana huo msana enda alikuangana nipa some challenges hapo sasa Nyimbo za Injili yani gospel songs ndizo zimekuwa sabuni na dawa ya roho yake, kwani zinamtia zaidi nguvu. Napendanga kusikiza gospel songs. Sasa wakati nasikiza gospel songs, yani mi mwenyewe nikisikiza gospel songs, yani ile mawazo, yani siwazi vitu mbaya mbaya, yani tu naile najipa tu moyo, ipo siku ntafika tu, Mungu kwanza, vitu kama hizo. Lavender ni mchezaji mwenye utu na hivi basi anapenda sana kuwasaidia wakongwe wakati tu hayuko uwanjani. Mimi napendanga kusaidia wale wazee, hata kama ni kufanya usafi, napendanga tu kuwasaidia sana, manake baraka yatoka kwa wale wazee. Mary Lavender Akinyi anatoa shukrani za dhati na specially kwa afisa mkuu mtendaji yani CEO wa Majestic ambaye ni Steven Musyoki kwa kumpa ajira, ambaye imemwezesha kukidhi mahitaji yake na ya wazazi nyumbani, na hili ndilo shughuli analoifanya akiwa nje ya uwanja. Nataka kushukuru boss Steve Musyoki kwa safari yangu ya soka, sahii naweza jinunulia vitu, lakini ametupa kazi, tunafanya kazi pale kwa Kaki Industry, ametuajiri tunafanya kazi yaani mzazi sasa akikupigia simu saa hii, hata for example amenipigia simu sasa hivi ati hatuna unga, mi mwenyewe sitakuwa na ile dukuduku, nitakuwa na ile urahisi wa kutuma nini, kutuma pesa nyumbani. Nashukuru tena sana. Lililo na mwanzo bila shaka halikosi mwisho. Lavenda ananuia kuwa kocha na mwalimu wa makipa pindi tu atakapo staafu kutoka kucheza. Mpango yenye niko nao baada ya mpira nile tu me kwanza, mimi mwenyewe mpango wenye niko na, yani I just want to be coach, coach wa goalkeeper, yani coach wa ma goalkeepers sana sana, a trainer sana sana kwa upande wa wanawake. Lakini changamoto alizozipitia ni vipi? Aliweza kupambana nazo? Bidi sasa ni create my own personal timetable, kama ni time ya kusoma, kama ni time ya kusoma na time ya kusoma na tena nasoma time fulani, then uwanja pia time fulani okay. yeah. Kombe walilopata katika kiwango cha regionals na medali kadhaa zilimfanya aamini kuwa ni kweli Red Sea Starlets Majestic wanaweza. Wakati tulikuwa tunacheza regionals, hapo ndo sasa nili, yani niligundua sana, maanake kushika penalties kama msichana mm -hmm. si rahisi vile nilijitahidi, nikashika penalties tuka qualify, yani tukabeba tuka ile kikombe ile kikombe kubwa. Hapo ndo niliamini kuwa ha, naweza. Moja mbili tatu, atua, anarudi. Mary anamwambia ni kwapa, anakataa. Haya, nafasi nyingine, wacha tuone nini. Moja mbili tatu, moja mbili tatu, anakuja amidan ndani Dali. Wanafunga Majestic, wanamaliza kazi, kombe linakwenda, mashabiki wanapandwa na amaki, Majestic wamechukua, ndio washindi wa michuano ya leo. Wow, wow. Watazamaji, e, tuko na Rama Usundu wa security wa nguvu e. Nitie meripi je, Lavenda angependa kubadilisha nafasi anayoishikilia katika uwanja. Nyota huyu anatamani kuacha historia ya kuwa kipa bora zaidi. Lavenda amekuwa nyota wa kupigiwa mfano, na ana ushauri gani kwa wale ambao wanatamani kuwa kipa kama yeye? nataka tu niwe tu, yani ni remain as a goalkeeper hapo tu, alafu nijitume zaidi ya hapa. Mary Lavenda Kinyi si mlinzi tu wa lango bali ni roho ya timu ya Majestic Red Sea Starlets. Kaxton Musyoka, Majestic Digital TV.